Kwa majina naitwa Timothy Jeremiah Mbaga, ni mwanafunzi wa Kada ya Famasia katika chuo cha Sanshi cha Kishimo mbili. E, niko mwaka wa okay. 3. Eh, usugu wa vimelea dhidi ya magonjwa dhidi ya dawa ni tatizo ambalo linatokana pale ambapo hivi vimelea vinasababisha magonjwa, kwa mfano bacteria, virus au fungus wanakuwa hawawezi tena, yani zile dawa zinakuwa hazina uwezo wa kufanya kazi ambayo inahitajika. Kwa unakuta mtu alikuwa anauma kifua lakini akitumia amoxicillin anashindwa kupona kwa sababu wale bakteria ambao wanasababisha kifua hawawezi tena kutibiwa na amoxicillin. Kwa hiyo vile vimelea vimekuwa sugu. Au ni pale ambapo mtu ana tatizo la virus alafu anatumia antibiotic. Kwa mfano, kipindi cha COVID-19. COVID-19 inasababishwa na virus. Lakini dawa nyingi ambazo zilikuwa zinatumika kusaidia kupunguza zile eh, zile symptoms ambazo zilikuwa zinatokana na hivi virusi vya COVID-19 watu walikuwa tumia antibiotics. Kwa hiyo ile inakuja kupelekea wale virus wawe resistant au wawe sugu. Kwa hiyo wananchi, ana nafasi gani katika kupambana dhidi ya usugu wa vimelea dhidi ya dawa? Sasa wananchi ndio mtumiaji mkubwa sana wa dawa. Kwa hiyo yeye ana nafasi ya kutumia dawa ipasavyo, na hizi e, sababu zinazopelekea usugu wa vimelea dhidi ya dawa au vida ina ikiwemo ni matumizi ambayo sio sahihi ya dawa. Kwa maana mwananchi akishindwa kujua namna nzuri ya kutumia dawa itampelekea aweze kupata vimelea ambavyo ni sugu. Na kitu kingine wananchi hawatakiwi uh, kujitibu wao wenyewe kwamba mimi nimeamka na kifua. Ili anajua nikitumia let's say ampiclox au amoxicillin au ampicillin ambayo tayari imeshafungiwa kwa sababu ime, ime, imeonekana kwamba haifanyi kazi yote ndani ya mwili inasumbu, elimu imekuwa residue, yani ina ina haifanyi kazi kwa asilimia mia. Kwa hiyo sasa, huyu e, mwananchi inabidi afuate maelekezo sahihi ambayo anapewa na mfamasia na daktari katika matumizi sahihi, na wasio wana share antibiotics kwamba jirani yako anaumwa, basi unaamua kwenda kumpa, bwana tumia dawa fulani utapona, au kuna ile wamemaliza kutumia dawa zimebaki chache, anafanyaje? anaenda anatupa. Sasa ukitupa unaeka kwenye mazingira, kumbuka zile uh, zile dawa zinaweza zikaingia kwenye mazingira yetu, kwa mfano kwenye njia za maji, alafu wakaja akatumia yale maji. Pia wananchi kwa mfano, wafugaji wanakuwa na ile tabia ambayo anampa anamchoma dawa ng'ombe wake leo, alafu kesho anaenda anauza maziwa, kwa hiyo bila kujua kwamba katika ile maziwa kuna kuwa na zile residues antibiotics ambazo mtumiaji wa mtumiaji mwingine akitumia au yeye mwenyewe akitumia anakuja kujiweka kwenye mazingira hatarishi ma, a, sana ya UVIDA. Kwa hiyo, wananchi wana nafasi kubwa sana katika kupambana na, wakiamua kuchukua hatua leo wanaweza kujikinga le, leo hii na pamoja na kesho yao. Kwenye concept ya maziwa at least siku 14. Lakini sasa eh, ukija sasa kwenye kwenye afya ya mifugo hauwezi ukamwacha ule yule labda ng'ombe kwa siku 14 kabla ya mkamua. Kwa hiyo kwa sababu utampelekea nyaya za kaumu. Kwa hiyo ni yale maziwa ambayo utakamua ni heri uka nukayatupa uka, uka, uka, uka, kuliko kwenda kuyauza. Naitwa Mary Kisima, mimi ni mfamasia na ni makamu wa rais wa Chama cha Famasia Tanzania. Kuanzia tarehe kumi na nane mpaka ishirini na nne ya mwezi wa kumi na moja kila mwaka, dunia inaadhimisha wiki ya uelewa wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa, kwa Kiingereza ni World b na kauli mbiu ya mwaka huu inasema, chukua hatua sasa, tuilinde leo yetu, tutunze kesho yetu. Katika uelewa wa usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa, kwa kifupi UVIDA, ni muhimu kwa jamii kuelewa kwamba unaweza ukamwambukiza mwenzako vimelea sugu. Tumezoea kuambukizana magonjwa lakini kwa hapa naomba tuelewe kwamba unaweza pia ukamwambukiza mwenzako vimelea sugu. Hii inatokea, unaweza kukuta umeenda hospitali, umepimwa, umekuta umeathirika na usugu wa vimelea vya vimele magonjwa vile ya dawa kwa maana ya kwamba dawa nyingi za antibiotic haziwezi tena kukutibu. Ila tu kuna dawa chache moja au mbili zinaweza kukutibu. Kwa maana yake ni kwamba dawa nyingi haziwezi tena kukusaidia. Kwa hiyo unaweza ukamwambukiza mwenzako kwa namna ambavyo kupitia mazingira. Kwa mfano umelazwa hospitali, umeenda labda washroom, na mazingira ya hospitali yanakuwa hayafanyii usafi inavyotakiwa. Kwa hiyo ukitoka washroom, usipofanya usafi unaotakiwa vizuri, anaweza akaja mwenzako ambaye yeye hajaathirika na vile vimelea ambavyo kwako wewe ni sugu, na kupitia yale mazingira ambayo ni machafu akaathirika. Kwa hivyo, hivi ndivyo namna ambavyo unaweza kumwambukiza mwenzako vimelea ambavyo kwako wewe ni sugu. Kwa hiyo ni jukumu la wagonjwa lakini pia na wataalamu wote wa afya kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa safi ili kuzuia maambukizi.